Golikipa wa klabu ya Young Africans Jigi Diarra na kocha wa maafande wa JKT Tanzania ndio mastaa wa mwezi Septemba wa ligi kuu bara, ambapo bodi ya ligi kuu bara imewatangaza washindi wa mwezi Septemba kwenye ligi kuu hiyo kwa upande wa makocha pamoja na upande wa wachezaji, golikipa wa Young Africans pamoja na kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali ndio watu ambao wametwaa tuzo hizo. Kwa awali ya yote, ilikuwa kwamba golikipa wa klabu ya Young Africans Jigi Diarra amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025 2026. Kumbuka tu uh, mpaka sasa wamecheza takriban michezo miwili tu ya ligi, ambapo pia Ahmad Ali wa JKT Tanzania pia amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi huo. Tunaongelea mwezi uliopita. Diarra alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo mzuri ambapo aliwashinda wachezaji wawili ambao ni Anthony Trabi wa Singida Black Stars pamoja na Mohamed Bakari almaarufu Mudi Beka wa Mafande wa JKT Tanzania ambao aliingia nao finali katika mchakato ambao ulifanywa na kamati atuzo ya tuzo ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Aidha, Jigi Diarra ambaye alitoa mchango mkubwa kwa timu yake ya katika michezo miwili ambapo Yanga wamecheza ambapo walipata katika mchezo wa kwanza dhidi ya Pamba mabao matatu sifuri, na mchezo wa pili walitoka suluhu ya yani, sare tasa dhidi ya Mbeya City, hivyo hakuruhusu kufungwa goli katika michezo yote miwili. Kwa upande wa Ahmad Ali, yeye aliingia finali na Roman Falls wa Young Africans pamoja na Miguel Gamondi wa Singida Black Stars, na Ahmad Ali aliongoza JKT Tanzania kwenye kiwango kizuri katika michezo miwili iliyocheza katika mwezi Septemba. Katika mwezi huo uliopita, timu hii ya JKT Tanzania inaondolewa na Ahmad Ali ambaye ndio kocha bora wa mwezi uliopita, yaani mwezi wa tisa. JKT Tanzania ilipata sare ya bao moja dhidi ya Mashujaa wakiwa ugenini katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Coastal Union wakiwa kwenye uwanja wa ugenini, namaanisha uwanja wa Mkwakwani hapo jijini Tanga. Na hizi ndizo tuzo za mwezi wa kwanza kabisa kutoka ligi hii yaanze kwa msimu huu hapa wa 2025, 2025, 2026 ikiwa tayari imechezwa michezo miwili tu na tunatarajia ligi itaendelea tena na tutatarajia kuna tuzo zingine zikitolewa kuanzia mwezi huu hapa pale ambapo wachezaji pamoja na makocha watafanya vizuri zaidi, japo maneno yameanza kuzungumzwa kwamba uh, inakuwaje uh, Diara katika michezo miwili kweli na clean sheet. Amepewa tuzo hiyo, wakati kuna mwingine huko ambaye pia timu yake ilipata clean sheet hajapata. Haya, sisi hatuyataki kuyajua. Kikubwa ni taarifa kwamba shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia kamati yake ya tuzo ndiyo imedecide kwamba Ahmadi Ali pamoja na Jigi Diara ndio wanastahili kuwa watu ambao wameshinda tuzo hizo kwa msimu huu hapa 2025, 2025, 2026 kwa tuzo za mwe